Karibuni tena katika video nyingine ya Dr. Saddam Kenya. Video hii ni maalum kwa wale ambao wanatokwa na uchafu mweupe mzito wenye harufu usio na harufu wenye uke wao na pia wenye harufu katika uke wao. Video pia hii ni muhimu kwa wale ambao wangependa kufaidika sana na madini ya chuma, madini vitamin C na kadhalika. Kwa hivyo karibu na natumai uh, utafurahi kutazama video hii. Ikiwa bado huja subscribe uh, tafadhali ni vya kuomba ubonyeze subscribe katika video hii na bonyeza like ikiwa utapenda video hii, na ikiwa pia uko na maswali weza acha kwenye comment section au uh, jambo lolote kuhusiana na video hii. Katika video iliyopita kuhusu tiba ya fangasi ya ukeni ama kutokwa na uchafu mweupe ukeni Uh, tulizungumzia uh, uoshaji wa uke wako kutumia maji ya siki na pia tukazungumzia mafuta ya nazi na kadhalika. Kama kujatazama video hii, nimeacha link kwenye maelezo ama description ya video hii, kwa hivyo waweza bonyeza ukaangalia. Pia kwenye upande wako wa kulia uh, pale juu kuna link pia itajitokeza ambayo waweza bonyeza ili ukatazama katika video ya pili kuhusiana na tiba ya fangasi. Ikiwa unatumia ya kwanza ni tutahitaji tangawizi, uh, tangawizi. Tutahitaji kitunguu saumu, hum, kitunguu saumu ambacho ni muhimu sana katika hii video. Na tutahitaji maziwa ya mtindi na ndizi kidogo. Uh, video hii nitaigawanyisha katika vikundi viwili. Uh, ya kwanza tutashughulika haswa na hiki hi, kitungusaumu na tangawizi. Uh, kitungusaumu hiki hi, huwa kina kemikali muhimu sana ama madini muhimu sana yanayoitwa allicin. Na hii allicin kitu cha kwanza itasaidia kuhimarisha mfumo wa kinga ya mwili wako na kitu cha pili itasaidia ku E, angamiza wale fungus walioongezeka katika uke wako ghafla. Kwa hivyo hiki kitunguu saumu ni muhimu sana na hii e, fungu la kwanza la hii video ambayo ninatengeneza sasa hivi ni kuwa hii e, kitungusaumu utahitajika kutumia japo e, kila siku asubuhi unapoamka na jioni e, kabla ulale. Tutakachohitajika kufanya ni tutachukua kitungusaumu chetu na tutaweka kwenye kikinu kidogo, kisha tutaichukua tangawizi yetu, tutaikata vipande vidogo vidogo, kisha tutaiweka kwenye kinu chetu hiki. Uh, kisha kuna kazi ya kuponda hapa, hapa kuna kazi ya kuponda akabisa ikiwa uko na blenda hiyo inaweza kufaidi, lakini kwa blenda uh, utahitajika ku- kuichuja pia. Zlizo natumia hiki kinu kidogo ni kuwa katika nyumba nyingi ama katika familia nyingi, wengine hawana hizi blender, kwa hivyo ni rahisi kutumia hiki wakatwanga kisha wakafaidika. hivyo shamaliza kutwanga, nimeiweka kwenye glasi, kwenye glasi hii kisha utaongeza maji ya vuguvugu vugu. nimeongeza maji kwa kiwango fulani ya vuguvugu vugu. Kisha utaiwacha itulie uh, ili yale madini na vitamini na vitu muhimu viweze kuingia kwenye maji uh. Katika hili kuna watu wengine hupenda kuweka chumvi ambayo sio vibaya Manake ile chumvi mara nyingi kuleta ladha hapa. Pia tumeweka tangawizi na the reason tumeweka tangawizi ni kuwa tangawizi huwa ina kemikali zinazoitwa antioxidants. hizi antioxidants zitasaidia kupunguza ule mwasho ambao utakuwa unaupata. Mara nyingi hii peke yake hii ilotengeza peke yake huwa ina uwezo wa kulitibu ile tatizo. Uh, kwa muda wa kama wiki moja ama wiki mbili. Kwa hivyo hii utahitajika kunywa asubuhi unapoamka, utahitajika kunywa jioni kabla ulale. Pia uh, tutakuja katika upande wa pili wa video yetu. uh, katika upande wa pili tutahitaji maziwa ya mtindi. Maziwa ya mtindi haya huwa Uh, ni bora kutumia yale yasiyo na sukari. Uh, sisi hapa Kenya tunaita maziwalala kama mnavyoona maziwalala <coughs> na ni bora kutumia yasiyo na sukari katika haya maziwa mtindi. Uh, tutahitaji blender ama kama huna blender, pia waweza kutumia hivyo hivyo, sio lazima blender, lakini tutahitaji blender na tutahitaji ndizi hizi ndizi. Ndizi zina manufaa mengi ikiwemo kuwa na madini muhimu ambayo yatasaidia kuimarisha kinga ya mwili wako, na hii e, maziwa ya mtindi yako na bakteria moja muhimu sana inayoitwa Lactobac, Lactobacillus vulgaris huyu bakteria huwa anapatikana katika uke wako, na mara nyingi viwango vya huyu bakteria vikipungua ndio wale fanga wanapata uwezo wa kuongezeka na kusababisha ile fangasi ya ukeni ama yeast infection. Kwa hivyo hapa tuta tuna maziwa ya mtindi na tuna ndizi. Kwa hivyo tutachohitajika kufanya ni kuwa ndizi zetu kwanza tutazibambua, e, tutazibambua kisha tutazitia kwenye blenda blender yetu. Hii tunaweza kuweka ma pande madogo madogo, lakini kivyovyote ni sawa. Hizo tushaweka, kisha tutachukua maziwa ya mtindi haya muhimu ambacho pia fao uangalie, maziwa mtindi unaweza tengenezea nyumbani, lakini kama umenunua dukani, unajaribu kuangalia kuna kitu kinaitwa expired date, ambayo itakuashiria haya maziwa unaweza tumia kwa muda wa hadi siku ngapi yakiwa sawa. Ukiangalia hii hapa, utaona tarehe moja mwezi wa tisa uh, mwaka huu 2020. Kwa hivyo wameongeza mpaka na saa ambao watakuwa inaweza tumika. Ikipita kuchukua mazao yako ukiangalia upate eh, labda leo ni tarehe ishirini na upate imeandiketi kuwa yanaharibika kufikia tarehe ishirini, kwa hivyo utakuwa huwezi kuyatumia. Kwa hivyo mazao yetu ya mtindi ndio haya uh, tutayaongeza humu ndani kisha uh, nitaenda kuya blend manake socket yangu ya blend iko mbali kidogo. Kwa hivyo nitaenda kuya blend kisha narejea. Baada ya kama dakika moja, maziwa yetu yako tayari, nimesha ya blend. Kwa hivyo nadhani mnaweza jionea jinsi yanavyofanana. Kwa hivyo ikiwa hivi kwa tayari kwa hivyo utatia kwenye glasi, kisha weza yanyo. Kwa hivyo maziwa yetu yanakuwa yako tayari. Haya maziwa na ndizi hizi tulizoweka hapa ndani ni kuwa ukinywa haya maziwa yako na hawa bakteria, hawa bakteria pia hupatikana katika tumbo lako na sehemu nyingi tu za mwili wako. Kwa hivyo katika harakati za kunywa haya maziwa haya maziwa yatapita tumboni kwako, hawa bakteria pia, wengine watakufa, wengine watapita, na wale ambao watafika kwenye sehemu yako haja kubwa watakuwa na uwezo wa kuingia hadi ukeni kwako, na wakiingia hadi ukeni kwako, hawa bakteria wako na uwezo wa kukua kwa haraka sana. Kwa hivyo wataingia ukeni kwako, watakuwa kwa haraka, na katika ile harakati ya kukua kwa haraka, wataua wale bakteria wabaya hiyo, wale bakteria wabaya, na wataua fangasi wabaya pia. Ikiwa tatizo hili la fangasi lilisababishwa na labda kinga yako ya mwili kushuka. Hii ndizi tulioweka hapa ndani huwa iko na folic acid kwa wingi na kemikali nyingi pia muhimu, ambazo zitasaidia kuhimarisha kinga mwili wako. Kwa hivyo, haya maziwa jinsi tulivyotengeza, naweza kusihi haya maziwa ya mtindi yanywe asubuhi unapoamka, ama kama huwe kuna uwezo wa kuyapata kila, kila asubuhi na jioni, jitahidi kunywa mara moja kwa siku, aa sana sana, kabla hujala kitu asubuhi una poamka ama jioni e, kabla ulale. Kwa hivyo tiba yetu hapa inakuwa iko tayari e, hapa ni kitungu saumu na tangawizi, na hapa ni maziwa haya shatengeza. Kwa hivyo nadhani huu ndio mwisho wa video hii, na ikiwa kuna tatizo hili na kutakia kila la heri ili uweze kupata afueni kwa haraka, na nadhani kama utafuatilia maagizo niliyotoa katika video ya kwanza kuhusu uoshaji wa uke wako na ukafuatilia haya ya video ya pili, eh, hali yako ya afya itakuwa kwa haraka. Uh, mimi huku personally nimeona wagonjwa wengi ambao walikuwa na hilo tatizo la fungus ama yeast infection, na mara nyingi huwa tunawapatia dawa, kuna za kina clotrimazole ile kama tembe ambayo unaweka ukeni na mara nyingine watu kupona, lakini mara nyingine hawaponi kwa sababu e, fungus mara nyingi huwa ina chanzo chake ambacho kimejificha, na sana sana mara nyingine, pengine umetumia dawa za kuua bakteria ama umetumia nguo ambazo sio zako, ni chafu. Na ikiwa utakuwa unatumia hiyo dawa hiyo hii na ama unameza ile dawa, umekuwa hospitalini na hujabadilisha, labda pengine ulikuwa unameza dawa za kuua bakteria kwa wingi, hilo tatizo litabaki kuwa na labda ataeta kuwa eh, kubwa zaidi. Kwa hivyo kitu kingine ambacho ningependa kusisitiza ni kuwa iwapo utakuwa na hili tatizo na litaendelea kwa muda mrefu, baada ya kutumia hii, ni vizuri ukatembelea hospitalini ili tuweze kubainisha chanzo cha huu ugonjwa. Maana yake jinsi nilivyoeleza, hii fungus mara nyingine za ashiria magonjwa kama ukimwi, saratani na kadhalika. Kwa hivyo shukrani nyote mlioweza kutazama video hii na natumai, e, tutapatana katika video inayofuata kuhusu mada tofauti. Kwa hivyo waweza kuwasiliana na mimi Dr. Saddam Kenya katika Instagram account yangu Dr. Saddam Kenya, ukurasa wangu wa Facebook Dr. Saddam Kenya. Na ikiwa bado kuja subscribe, ningekusihi bonyeza subscribe katika channel hii na like video hii, ili tunapoweka video nyingine unajulishwa, pindi tunapoweka video nyingine na pindi inapokuwa tayari. Kwa hivyo shukran kwa kutazama video hii na tupatane katika video inayofuata.